Naenda kufungua diniangu, yeah. Dini yangu rasmi ambayo hiyo dini tunakuwa tunaabudu. So, kubishana na Wakenya ama nitasema kutokana kuletana juu na Wakenya kwenye mitandao, mpaka amefika wakati sahihi analetana juu ama anabishana na Mwenyezi Mungu kwenye mitandao vilevile, ni jamaa mwingine ambaye anajiita Chief God Love ambapo alikuja na misemo ama alikuja na semi ambazo ziliwachukiza Wakenya hapo awali, kwa sababu jamaa ni Mtanzania na zile semi ambazo alikuwa akonazo pale zamani ziliwachukiza Wakenya. nahobasi Wakenya wakakasirika na kuchukirika na kuingia kwenye mtandao wao na waka make sure kwamba amekuja pamoja, mpaka ule mtandao ambao ni wa TikTok, ambao namilikiwa ama ile account ambayo inamilikiwa na jamaa ikakuwa turn down. Hivyo basi akaona sahii aachane na Wakenya kwa sababu ameona kupigana vita na wakenya kiukweli siwezi sasa, sahii ameamua apigane vita na Mwenyezi Mungu. Sasa kama Wakenya walikushinda, ama kama binadamu wenzako, ama kama binadamu ambao ulikuwa unatakupigana nao walikushinda mpaka wakakufanya ukatoa machozi, ukalia, je, saa hii ukiamua ama je, saa hii venye umeamua kupigana na Mwenyezi Mungu ni kitu gani ambacho unatarajia? Hilo ndo swali ambalo mimi nitakumpa, kwa sababu when you declare that uh, kuanzia sasa unataka kuanzisha dini yako ama when you declare that unataka kuanzisha dini dini religious ambayo itakuwa ni yako wewe peke yako, na ukasema kwamba u, kuna uh, uh, jana nilijaribu kwa hiyo video, ili nione watu wataleta vipi taswira zao kutokana na kile kilichokiongea, na kiukweli watu hawakufurahika. a lot of people walikuja wakamkashifu na kusema kwamba huyu jamaa ni freemason Ujamaa anaabudu miungu ambayo sio Mungu wa ukweli. Basi mimi nimekuja hapa tu kuelekeza watu ya kwamba siku zote tusijaribu kusikiliza watu wanachokiongea, ama tusijaribu kufuatilia kitu ambacho tunakiongelelea, kwa sababu huyu ni mtu ambaye kiukweli kabisa kuna wafuasi wengi kama vile anavyosema, kuna wafuasi wengi, ni uhakika ya ukweli ako na wafuasi wengi kwa sababu ni mtu ambaye TikTok account yake ilikuwa, ilikuwa, ilikuwa na almost millions likes ama followers ambao ni takriban laki laki kuendelea huko malaki ya watu ambao wanamfuatilia, na kiukweli ni ukweli ya kwamba sio Tanzania pekee yake, hata wa Kenya walikuwa ni watu ambao wanamfuatilia. Lakini sasa endapo utakuja utasimama na kujiita kusema kwamba wewe unajifanya kama Yesu ukisema mimi ni Yesu ama mimi ni mtu ambaye ni, Yesu alikuwa mtukufu bana. Yesu ni mmoja ya watu ambayo tunasema alikuwa mtukufu kwa wakati wake ambapo alikuwa duniani. Sasa wewe kija ukituambia kwamba wewe ni Yesu sahihi, inamaanisha kwamba unatuambia wewe ni profet ama wewe ni mtu ambaye Mwenyezi Mungu anaongea na wewe directly, kwamba wewe sio binadamu wa kawaida, ya kwamba wewe unaweza ukafanya ile miujiza ambayo Yesu alikuwa ajifanya wakati ule hatuwezi tukakubaliana na wewe ama hatuwezi tukakubaliana naye. Ni basi nikambe kama ameanzisha vita na Mwenyezi Mungu, nitasema hivyo kwa sababu hivi vita anavyoanzisha sio vita vya kibinadamu, japo ni vita vya kiroho ambavyo yeye mwenyewe yasema wazi kabisa ya kwa kwamba mimi sahii napigana na watu kiroho, ama mimi sahii naongea na watu kiroho, siongei na watu kawaida, kwa sababu watu nikiongea na kawaida hawanielewi tena. So niliachilia hiyo video jana, nafikiri baadhi muliona. Uh, some of you, maybe, ipata, maybe it was night na mlipofika asubuhi maybe mliona ni upumbavu alichokiongea. So nitaweza kuachilia ile part ambayo aliongea upumbavu muweze kumsikiliza, alafu udondoshe comment yako hapo chini unielezee ni kitu gani ambacho unafikiria kutokana na ino story ya jamaa ambayo amepublish hadharani bila uoga wowote. Watu wengi naona wamepata uh... Uh, wamepata wa mtafaruku baada ya mimi kusema kwamba huenda mimi ndiye Yesu. Wanasema labda kwa nini ujiite? Mi sijajiita Yesu, nimesema mimi huenda ndiye Yesu kwa kwa sababu sababu ya matendo yangu, kwa sababu hata kwenye dini imeandikwa hatakae wasaidia yatima na wajane anagusa moyo wa Mungu direct. Sasa nataka nione mtu yoyote ambaye iza ni kiongozi wa dini au kiongozi wa kitu chochote, eh, sana, sana wa dini ambaye ashawai kwenda kugawa michele kwa wajane, familia za wajane wengi wakala, ambaye anasaidia yatima kama ninavyosaidia mimi na kushirikiana nao, ambaye anashika mikono wazee na kuwashika vijana wote kuwaunganisha pamoja na kuwaambia vijana wasi, wa, wasi wa, wasifanye makosa eh, ya kuanza kupigizana kelele na watu au kuharibu usalama wa nchi. Wawe bize kutafuta fedha zao. Yoyote yule ambaye ana uwezo akawa amefanya kitu hata kidogo ya mimi ninachokifanya, wengi mnategemea sadaka. Mimi kanisa langu kwanza, sio kanisa, naweza nikasema ni sehemu ambayo tunaenda kwanza kuabudia, kwa sababu waumini tayari ninao mimi, na waumini wengi brother. Hata wewe unayenitazama ni muumini wangu, ila hujui tu, kwa sababu bado sijakuonyesha mimi ni nani. Huwa emai watu wengi mimi hamnijui na uwezo nilionao, Tanzania hii hakuna mtu ambaye ana uwezo wa kufanya miujiza ambayo mimi. So, nadhani tumejisikilizia wenyewe na tumemsikia kile kitu ambacho amekiongea. Sina zaidi ya kuongea hapa, japo mi nasema acha nimwache vile vile anavyojiongelesha na wale ambao watamfuatilia basi, ashakumsimatusi watakuwa ni wapumbavu. It is KG Chipande, please make sure you subscribe, like and share this video. Ah, uh, sehemu tunayoenda kwanza kufanyia ibada, cha kwanza watu watakula chakula, yani kutakuwa kuna pilau, kuna wali, kuna kuku, kuna matunda, kuna vinywaji yani sisi kwenye kuabudu kwetu watuamini kwamba mtu anatakiwa aje na njaa arudi na njaa, kwa sababu watu wanaoenda kwenye mabau huko kwenye mabao, wanakunywa baa, wanapendana, wana wengine wananuliana chakula, wananuliana pombe. Kwa nini kanisani mtu aende arudi na njaa? No, mimi waumini wangu watakuwa wanakuja kusali, wanakula chakula na wanapewa advice za namna gani tunakwepa yani, tunakwepa uh, shida eh, uchumi wetu tunaukuza, uchumi wa nchi lakini pia na uchumi wetu binafsi, kwa sababu kila mtu anapokuwa uchumi wake unapanda, ndivyo anavyozidi uh, kukuza uchumi wa nchi. Kwa hiyo mmoja mmoja, kwa mfano kama mimi nimefanikiwa, uchumi wa nchi nao unapanda. Mtu mwingine akifanikiwa, uchumi wake wa nchi unapanda. So let me make one thing clear, huenda mimi ndo Yesu, na kama kuna mtu anabisha, abishe, na sijasema mimi ndo Yesu direct, lakini huenda kutokana na matendo ambayo unayatenda wewe ambaye unasema mimi sio Yesu unatenda nini zaidi ya kuomba sadaka kwa waumini? Una kingine zaidi ya kuwauzia waumini sijui nini? Utajua wewe, lakini mimi ndiye naishi. Uenda labda I don't know, uenda, uenda nikawa Yesu, lakini mimi sihitaji kuwa Yesu, mimi nahitaji kuwa chief god love, mtoto mdogo mwenye pesa nyingi, na alipo ni Mungu ndio aliyeniweka hapa. Utaloga, utanuna utaunda kamati zozote unazozijua na ni aidha mimi kushuka chini ya hapa nilipo, ni aidha tushuke wote, mimi pamoja na wewe pamoja na kikundi chako chote cha kamati ambacho umekipanga lakini mimi binafsi kushuka mwenyewe. I can do that, I can do that shit. Mizimu ya kwetu, miungu haiwezi kukubali mimi nishuke, si tumeelewana? Kwa hiyo kwenye ibada zetu tunakoenda kufungua ibada, watu watakula watakunywa, ndipo tunafanya ibada na tukimaliza ibada, tunaanza kuulizana namna gani ya, ya, ya kupeana connection sisi kwa sisi, ili tufanikiwe. Na mpaka sasa hivi, of course, namshukuru Mwenyezi Mungu, ninao watu watu nao wengi. Kwa hiyo binafsi, hata wewe unaitazama, tunaweza tukawa hatukuhitaji, lakini mafanikio tutakayoyapata kutokana na kufata sheria za mizimu inayotuelekeza tunaweza tukaja kuwa wakubwa kiasi kwamba utatuhitaji, alafu sisi hatutakuwa tunakuhitaji. Na hata sasa hivi sisi hatukuhitaji. Kwa hiyo sisi tunakula kwenye ibada zetu, lakini pia tunasaidiana sisi wenyewe kwa wenyewe, na tutakuwa tuna mahospitali yetu, tuna matakataka kibao, maebo clinic ya kusaidiana na madawa, watu wasife haraka haraka, ili uchumi wa nchi uendelee kupanda. So kama unanichikia, huu mwaka nitakuonyesha show kwa sababu hapa nilipo tu sina kanisa, lakini nina wafuasi wa kutosha, na hao wafuasi wako tayari kufanya lolote kwa ajili yangu. Hawezi kukubali kuona mimi na dondoka, hawezi kukubali kuona mimi na feli. Kwa hiyo wewe, ambaye unataka kunifelisha, jipange, alafu jiulize, uko na nani nyuma yako, una ushawishi wa design gani? Utakuta una kanisa ambako hakana hata watu mia, na unataka ubishane na mimi ambaye sina kanisa, lakini nina wafuasi hivi kishente. Sasa hivi hapa naweza nikasema waumini wangu wanitumie elfu kumi kumi tu, nitumieni elfu kumi kumi, yaani kaambia tu, hebu nitumieni elfu kumi kumi na shida nayo au nitumieni elfu kumi na shida nayo. Watu watakao tuma tayari nakuwa ni mtu mwingine tena. Lakini kwa sababu mimi sihitaji hela wala sihitaji sadaka, mimi na kusaidia, unaenda ukifanikiwa, unakuja kunipa sadaka. Mimi sihitaji sadaka, eti changia kaa, mimi sichangii, sijui nini a a. Mimi nakusaidia, nakupa imani, nenda ukifanikiwa, utarudi. Sasa we jichanganye, ingia kwenye hizi kumi na nane. Sina kanisa lakini